Naishi na watoto wangu hey. Nilisaidiwa nyuma na shemeji yangu huyo, mm -hmm. Shemeji yangu ndio amefanya mipango yote hiyo ya mtoto wangu mpaka kwenda kubakwa. Nilikuwa katika kituo cha kata, nikiwa kama askari jamii, wakanisaidia bila, palepale wakanitoa kwa hujuma hizo hizo. Kama mnampaje hiyo kazi ya askari jamii, wakati huyu dada anahalipi kodi kwangu? Naomba mumuue ila ni Mungu alinisaidia. Nikinywa maji wananiwekea sumu kwenye maji, ni Mungu alinisaidia. wa waziri ndio na hiyo kati ya Nyasaka, mwenye kiti ndio koloneli eh, kiti sasa hivi e, niko hatia ni mimi mheshimiwa waziri meli alitoawaaa lakini hili swala lilikuwa likishughulikiwa ke polisi, polisi kata ndo alikuwa nalo hili swala, na baadaye walienda polisi wanaingia juu ya dari mheshimiwa, wanaingia wanataka kuniua. <tifatikana> uko <siniikuwa> Eh, uko salama, umeshafika mikono salama, wasaidie. Uko wapi? Kamanda tuambie. Waziri Mkuu i Tuma vijana wako hawa wanaotuhumiwa wapatikane leo leo. Tuma vijana wako hawa wanaotuhumiwa wapatikane leo leo. Pata maelezo ya kina kwa mama yetu, akiwa ametulia na mwenyekiti, na maelezo ya mwenyekiti, na maelezo ya mwenyekiti, pata na nyaraka lakini pia mama akihakikisha usalama wake, eh salama wake unakaa wapi? hili jambo umesikia? aaaakaaa Mheshimiwa Waziri Mkuu, wao wanamzuia amekutetea ame nilitaka uingie hatiani na wewe, amekubahati una bahati, amekutetea yeye, namsikiliza. Tuna, tunasema hivi viongozi viongozi wote wa serikali, jambo la mwananchi likishafika kwenye mikono ya serikali, ni lazima viongozi tulifuatilie Sio kumwacha yeye aendelee kufuatilia. Naisema leo kwa kata ya Nyasaka na kata zingine zote, mwananchi akishafikisha jambo kwenye kata, amefika kwenye ofisi ya kata, viongozi fuatilieni wenyewe, sio sio mwananchi mwenyewe kuanza kuangaika kumtafuta mkuu wa mkoa. Tunasogeza ofisi za serikali karibu na wananchi ili kuwapunguzia kuwapunguzia adha wananchi wetu kuhangaika kwenda kwenye ngazi za juu. Naisema hii kwa mara ya mwisho, watendaji wa kata, wenye viti wa wenye viti wa vijiji, wa mitaa, watendaji wa vijiji, watendaji wa kata viongozi ngazi mbalimbali mbali, tarafa wilaya. Mwananchi akishafika ofisi ya serikali akafikisha jambo lake kwenye ofisi, tunataka serikali ndio ianze kufanyia kazi jambo hili. Mwenyekiti, kama mama asingekutetea hapa, unawo ungekuwa hatiani, ningeelekeza wote mkamatwe na, wa, na wahalifu na ninyi ambao hamkuchukua hatua. Haya hatuwezi tukaacha yakaendelea mambo ya ovyoovyo ya aina hii. Tunataka mwananchi akishafikisha jambo kwenye mikono ya serikali, kama hamjapata majawabu, ninyi ndio mpeleke ngazi ya juu. Mnataka huyu mama aende kumtafuta wapi, RPC? Huyu mama mnataka aende kumtafuta wapi, mkuu wa mkoa? Ninyi kila siku mnakutana na mkuu wa mkoa, mnaenda kukutana na mkuu wa mkoa kwa mambo yenu binafsi badala ya kukutana kwa ajili ya mambo ya wananchi mnajadiliana mambo yenu binafsi badala ya kujadiliana mambo ya wananchi. RPC, watafutwe, watafutwe hawa wenye tuma, na wasitoke mpaka ukweli hujulikana, na wale wake mtu wa mama. Sasa, mkuu wa mkoa, simamia usalama wa huyu mama. Ndiyo mambo tunayokataa. Mwananchi anafikisha hoja mikono ya serikali anapigwa dana dana, anapigwa danadana, anakwenda na siku nyingine anapigwa danadana, anaangaika mpaka anaishiwa nauli, anaamua kukaa kimya. Siku viongozi wakifika, anaamua bebe bango na bango ile wananyang'anywa kabla kiongozi hajafika, na hapa mlishataka asiniona siku nyingine eneo lingine li popote pale, ambaye hachukui hatua na aliyefanya uhalifu wote wamefanya uhalifu. RPC, chukua hatua kwa hao ambao wanatumia, na nipate taarifa wakiwa wame, waki wamesha, waki wamesha patikana na tena wasicheze kabisa, wakijua huyu mama hana uwezo wa kufuatilia hili jambo. Nataka nione mwisho wake, mpaka nipate nione mwisho wake, nione mwisho wake umefikia wapi, wakamatwe mpaka mpaka uhakika ukweli ujulikane kwenye jambo hili. Haya mambo ya kufunikafunika, watu wanaumia, wanaugulia mioyo yao, wanaumizwa, wanakosa pa kukimbilia. Hii iwe mwisho. Ndio hivi, na juzi kule tukakuta yule daktari kafanya vitu vya kijingajinga, nilisema afukuzwe kazi, akamatwe na afunguliwe kesi ya ubakaji. Na huyu mama amesema huyo mtoto wake kabakwa, huyo akamatwe, uchunguzi ufanyike, afunguliwe kesi ya ubakaji.